Mheshimiwa Jaji Mkuu wa Tanzania, Mheshimiwa Jaji Masaju, Mheshimiwa Mheshimiwa Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Azan Zungu, Mheshimiwa Waziri wa Sheria na Katiba Mheshimiwa Juma Omela, Mheshimiwa Jaji Mkuu wa Zanzibar, Mheshimiwa Hamis Ramadhani Abdalla, Mheshimiwa Jaji Kiongozi, Mheshimiwa Dokta Mustafa Siani, Mheshimiwa majaji, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, na itifaki imezingatiwa. Nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kutupa uzima na afya njema hadi kukutana siku hii ya leo. Vilevile vile nipende kuishukuru Mahakama ya Tanzania kwa kunipa nafasi hii adhimu kama rais wa Chama cha Wanasheria wa Tanganyika kutoa salamu na maoni ya chama chetu katika maadhimisho ya Siku ya Sheria, ambayo ni siku muhimu sana inayotukumbusha wajibu wetu wa pamoja katika inda misingi ya utawala wa sheria na haki. Kauli mbiu ya siku ya sheria mwaka huu ni mchango wa mahakama katika ustawi wa maendeleo ya taifa. Kauli hii imebeba uzito mkubwa na inaakisi ukweli kwamba hakuna maendeleo ya kweli bila ulinzi wa haki, utawala wa sheria na misingi ya utawala bora. Kwa hiyo kiujumla, mchango wa mahakama katika tunapozungumzia ustawi wa maendeleo ya taifa tunaliangalia hitimisho. Kwa hiyo kauli mbiu hii maana yake ni furaha. Kwa sababu shughuli zote tunazofanya katika kutafuta maendeleo ni ili kupata furaha za watu. Hiyo ndio dhana ya maendeleo katika haki. Haki yoyote ambayo haitafsiri katika msingi ya kuleta furaha inakuwa na changamoto yake katika mahusiano ya kijamii. Mahakama ni moja ya mihimili mitatu ya dola ambayo umeundwa na Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Muhimili huu huamua mwelekeo wa haki, uaminifu na utulivu wa kitaifa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 kwa kutoa maamuzi huru bila upendeleo, kutoa mwongozo kwenye hatua kwenye utatuzi wa migogoro, iwe ya kibiashara, kijamii, kiutawala au kijinai, hivyo kupunguza gharama za mivutano isiyo ya lazima na kuokoa muda wa wananchi kujikita katika shughuli za kimaendeleo badala ya kuendelea kuwa na mgogoro kwa muda mrefu, kuhakikisha uwajibikaji wa vyombo vya dola na mamlaka nyingine jambo ambalo ni nguzo muhimu ya demokrasia katika mfumo wa kidemokrasia taasisi kama mahakama, polisi, jeshi, wizara na taasisi nyingine za umma zinatakiwa kufanya kazi kwa uwazi na kwa kufuata sheria. Hii huchochea imani kwa jamii, kwani wananchi wanapojua kuwa haki itapatikana, inapatikana au itapatikana bila upendeleo wanawekeza nguvu zao katika uzalishaji na ujenzi wa taifa. Mheshimiwa mgeni rasmi, ni muhimu kwamba tunapoimarisha na kuboresha utendaji wa mahakama tusisahau umuhimu wa mawakili wa kujitegemea, ambao ndio nguzo muhimu katika kukamilisha utoaji wa haki. TLS inaamini kwamba ulinzi wa mawakili wa kujitegemea na kuimarishwa kwa uhuru wa mahakama katika ngazi zote ndio msingi wa utawala wa sheria, haki, amani na uwajibikaji katika taifa. Mheshimiwa mgeni rasmi, katika kutekeleza wajibu wa TLS imeendelea kutoa ma maoni ya kitaalamu kwenye mabadiliko ya marekebisho ya sheria mbalimbali za nchi ili kuboresha na kuimarisha mazingira ya utoaji haki nchini na tutaendelea kufanya hivyo kama wajibu wetu, japo kuna changamoto ya maoni haya mara nyingi kutozingatiwa. Tunashukuru leo nimemwona mheshimiwa spika yupo hapa, waheshimiwa kamati wapo hapa. E, naamini kwamba ni vema waone umuhimu wa kushirikisha mawakili kwa sababu hili ni eneo letu. Tunapokuwa na sheria sisi wote ni wananchi, ni wazalendo, tuone umuhimu wa chama cha wanasheria kupata mapema E, miswada au marekebisho, na pale tunapoleta maoni basi, sio lazima yachukuliwe yachukuliwe basi hata kuonekana kuzingatiwa, sio lazima yachukuliwe, kwa sababu maoni ni maoni, lakini tuonekane kuzingatia. Vilevile kuhimiza uwajibikaji wa mawakili na kudumisha maadili ya taaluma ya sheria kupitia kamati ya kitaifa ya maadili pamoja na kamati za maadili zilizopo kwenye chapter. Uwakili ni taaluma, kwa hiyo kila taaluma ina changamoto zake, kwa hiyo tunaelewa umuhimu wa kuhakikisha kwamba maadili yanazingatiwa na mawakili wakati wote wa kuwahudumia wananchi. Vile vile kutoa huduma za msaada wa kisheria kwa wenye uhitaji, na huduma hizi tumekuwa tukizitoa moja kwa moja kama TLS kupitia ofisi zetu katika chapter.